Sinagogi la Shetani walikuwa ni nani? Ni Wayahudi waliokuwa wakiwashtaki wa Kristo kwa serikali ya Rumi kwamba matatizo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yaliyokuwa yakiendelea katika dola ya Kirumi ilikuwa ni hasira ya Mungu kwa sababu Wakristo walikuwa wanakataa kuabudu watawala kama miungu. Ni watu waliodai kumtumikia Mungu huku wakitumikia Shetani. Shida ya Smyrna ni washauri shida ya Smyrna ni washauri kwa kiongozi wa Rumi. Walitengeneza mgogoro mgogoro, kwamba mheshimiwa, hawa wakristo wanakubagaza, hawa Wakristo wanaabudu mungu wao ambao ni Yesu, wanakudharau, hivyo utaenda kuanguka kisiasa, kiutawala na kiuchumi. Kiongozi yoyote wa ngazi yoyote anapokuwa na washauri wa bovu, na kazi ya washauri wengi ni opportunist, kwamba mimi nikimshauri Rumbe hiki atanichagua kwenye uzee wa kanisa, anajifanya upo karibu sana na wewe atanichagua nichagua kwenye mwenyekiti wa kwaya atanichagua kwenye hiki na hiki. In fact kweli baraza linachagua, lakini mchungaji kama hakutaki ni hakutaki. Kwa kuna watu washauri feki wanaweza wakaja kwako wewe kiongozi, nimejitolea mimi, mfano hii iende kwa viongozi, kiongozi yote wa taasisi wa kampuni wa serikali, uwe waziri uwe mkuu wa jeshi la wananchi, uwe waziri mkuu, kuwa makini na washauri wabovu, wanakuchonganisha, wanakuchonganisha na hawa wa wana chini huku, na unadhani wanaenda kupindua utawala kwa wa kisiasa, unawashukia kumbe ni opportunisti yeye. Yeah, aangalii mbali, aangalii madhara, aangalii taifa letu zuri, aangalii rasilimali tulizo nazo yeye. Yeah, anaangalia apate kwa wakati huu, na ndio maana kama makanisa lazima tuombee sana viongozi. Nazungumzia viongozi wa vijiji, wilaya, mkoa, wa taasisi za kidini, wowote. Hawa watu walikwenda kwa Kaisaria, kwamba utawala wako wa kisiasa unakwenda kuangushwa na Wakristo wanaomwamini Yesu, wakimwamini Yesu, utawala wako utaanguka. Na hawa washauri wabovu wanaoangalia matumbo yao tu, opportunist, wapo kila sehemu, wakamshauri Kaisari awashukie Wakristo wa Smyrna, kikao kikakaa kushughulikia Wakristo wa Smyrna. Nikiwa kama mchungaji nitoe wito, kiongozi wa kanisa, wa kanisa wa taasisi binafsi, wa serikali, be careful na watu walio kuzunguka wengi ni opportunist. Hata katika familia yako, ukiona kuna mtoto anakuja baba baba, fulani alikuwa anatazama TV, baba, baba, maana yake alinyimwa limoti huyo, kwa anataka umshukie yule ili limoti awe na miliki yeye. Kwa baba, lazima uwe na hekima, ita wote uwasikilize. Wewe si ndio baba umetuzaa sisi sote kwa nini unakuwa na double standard? Wewe si baba yetu umetuzaa, sisi sote sote, ni damu yako sote, tu watoto wako. Mbona unaniumiza kwa sababu ya mtoto mmoja opportunisti? Ye anapenda kuangalia mechi ya Manchester, mimi napenda kuangalia taifa habari, alafu analeta taarifa ya kwamba mimi nilikuwa nilikuwa nina ni koroma huku naangalia, halafu naangalia na, na, muziki. akati siangalii muziki. Shida ya Simirna ni washauri wa bomu kwa sababu hiyo Simili na akatangaza mateso kwa kanisa, akatangaza watakao kataa wa kuabudu watawala kama Mungu. Simili na akasema, sisi watawala ni Mungu, atakaye goma kutufanyia ibada sisi watawala kama Mungu tutamweka gerezani, tutamfunga, tutamfanya awe masikini tutamuingiza kwenye dhiki na umaskini. Nirudi tena kwa viongozi uko hapo. Mimi Lumbe niko hapa, sitaki kuwa kama mungu kwa Kinyerezi, sitakiwi kuabudiwa kabisa. Na kama niko hivyo, Mungu anishushe kabisa, niwe mnyenyekevu. Ukiwa kiongozi, ninaongea na viongozi hapa Kinyerezi. Kila mtu ni kiongozi. Ukiwa kiongozi kwenye idara yako, taasisi yote, hata kama unashona cherehani, yupo fundi mkuu. Nazungumzia viongozi wote, usitake kuabudiwa kama Mungu. Mungu apewe sifa zake, na wewe tukuheshimu kama kiongozi. Unapochukua mamlaka ya kimungu katika nafasi uliopewa, utaenda kula majani kwa miaka saba kama Nebukadnezar. Mungu afananishwi na mwanadamu. Kosimirna akatangaza yeye aabudiwe kama Mungu. Matokeo yake akamkashifu Mungu wa mbinguni, akawapa slogani wanapokwenda kwenye majumba yote ya ibada waseme Kaisari ni Mungu. Kwa kweli Wakristo walikataa hilo Wakristo walikataa hilo, wakasema Yesu ni Mungu, hatuwezi kuja kwenye mahekalu tukasema Kaisari ni Mungu. Kaisari ni Mungu, wakakataa. Ukiona kuna mambo katika nchi haendi sawa, kataa. Ukiona kuna mambo hayaendi sawa kwenye familia, kataa. Ukiona kuna mambo kwenye kampuni yako yanaenda kinyume na Mungu, yanachukua utukufu wa Mungu, kataa. Kufa, uwe mwaminifu hata wakati wa tabu kata. Kuna siku moja mtu mmoja akasema bana, unajua kiongozi fulani ni Mungu. Nikashika mkono. Tanzania hapa kiongozi ni Mungu. Kiongozi anayesikia anasifiwa Mungu akatae, anatafutiwa laana akatae. anzeni kusema Kaisari ni bwana. Wakristo wakakataa, maana Wakristo waliona wanamheshimu Yesu kama Bwana baada ya Kaisari. Ndipo mateso yakaanza. Kwa nini hamjaniita mungu? Kwa nini hamjaniita mungu? Na mateso yakaanza, sinagogi la Shetani likaanza kazi yake. Nini maana ya sinagogi la shetani? Ni yoyote anayedai kutenda mema na atendi mema, ni sinagogi la shetani yote. Jua, ni yoyote anayejua dhambi ni mbaya ya zinaa na unaendelea wewe, ni sinagogi la shetani. Yoyote anayedhani ya kwamba anapaswa kutoa zaka atoe, ni sinagogi la shetani. Yoyote anayedhani ya kwamba kupiga mke ni dhambi lakini anapiga, amekuwa sinagogi la shetani. Yoyote ambaye anatetea anajua ushoga ni dhambi, anatetea ushoga tena kwa nguvu, huyo mtu ni sinagogi la shetani. Yoyote anayejua ulawiti ni dhambi na anaendelea kusimamia ulawiti, kutetea hilo, ni sinagogi la shetani. Yoyote ambaye anadhani ya kwamba kutoa rushwa haifai na anatoa, ni sinagogi la shetani. Yoyote ambaye anadhani ya kwamba kutembea uchi haifai lakini anatembea uchi, huyo ni sinagogi la shetani. Yoyote anayejua kwamba kuua ni dhambi na akaua akachukua roho ya mtu amegeuka kuwa sinagogi la shetani. Yoyote anayedhani ya kwamba kufunga mtu bila kosa ni dhambi, lakini anafanya kwa faida zake amegeuka kuwa sinagogi la shetani. Epuka kuwa sinagogi la shetani. Sasa mimi naogopa nini? Mungu anajua kabisa, yule anamchukia Lumbe yule atampa sumu Lumbe, yule atamloga Lumbe, Lumbe atategeshewa hiki. Anajua kabisa huyu jamaa atachelewesha kusaini cheki ya huyu, anajua kabisa huyu jamaa ataangushwa kibiashara, anajua kabisa. Huyu jamaa anajua mipango, atakachofanya ni kuitegua kirahisi. Wewe dunda kwa uaminifu. Yesu anajua mipango yote ya Simirina dhidi ya watakatifu wa Mungu, anasema ninajua dhiki. Dhiki ya Simirina ilikuwa ni ipi? Wakristo wa Smirna walinyimwa ajira, walitiwa magerezani, walizuiwa kuuza na kununua na waliuawa, waliteswa kwa ajili ya imani. Je, leo kuna watu wanaoweka wenzao magerezani bila sababu? Mimi nimeenda magerezani, nimekutana na wafungwa wengi. Mwingine amehukumiwa kunyongwa, anasema sikufanya kosa, sikuwahi kuua. Pasta, sema bwana ili nikuombee, sikufanya kosa, sikuua. Rumi, Kaisari aliona kuwaziba midomo hawa wanaompigania Yesu ni waweke magerezani, akawatengenezea kesi za mauaji, kesi za uongo hizi kesi za uhaini hazijaanza sasa, za kumpindua kisiasa ikatengenezwa, akawaweka magerezani. Hapa nataka niongee, unapomweka mtu magerezani, ana mke, ana watoto, na wewe dhamiri yako inaonyesha kabisa hajafanya kosa, ila ameacha kukuambia wewe ni bwana, akamtaja Mungu wa mbinguni. Unajua kabisa unamwonea. Mungu hawezi kunyamaza, Mungu hawezi kunyamaza, Mungu hawezi kunyamaza. Kunyamaza kama kuna watu wanaonisikia waliosingizia watu kesi mahakamani, wanatoa ushahidi wa uongo kwa mamlaka yao wameweka watu mahakamani, kawatoeni. Mungu hawezi kunyamaza. Watu wote ambao wanadhani kwa sababu tu ya sababu binafsi wakajikuta wanasingizia wengine kuwekwa magerezani, kuwapa kesi za uongo, tumwogope Mungu. Maisha yetu haya yanapita, maisha yetu haya yanapita, tunaenda mbinguni miaka 80 ijayo utakuwa umezeeka au haupo kabisa. Na Mungu anasema anapatiliza wana maovu ya baba zao. Unaweza usione madhara ya mateso unaompa mtu leo, kitaona kizazi chako cha tatu cha nne cha tano cha sita. Kama wewe unadhani umeshikilia haki ya mtu, iachie, iachie iachie kanisa lipone, iachie taifa lipone. Iachie kwa sababu tu hawajakuambia wewe ni bwana, wamemwita Mungu ni bwana, unawapa kesi. Wakanyimwa ajira watu wa Smirna, kwa sababu walimtangaza Yesu ni bwana, wakanyimwa ajira, wengine wakauawa. Unaua mtu Smirina, anaua mtu, mtu aliyeumbwa na Mungu anaua. Kwani nani asikii yanayoendelea leo? Habari za watu kupotea, habari za watu kupotea, watu wanapotea, watu wanapotea. Wanaofanya mambo hayo, mimi sijui ni kina nani. Damu za hao watu zitawalilia na watoto wao na wajukuu zao zitawalilia, zitawalilia. Ninaiombea Tanzania, ninaiombea Tanzania kwa dhati, naiombea Tanzania. Tunapenda tusikie habari za amani, ninaiombea Tanzania. Na hivi nakuweje wewe, unakwenda kumwondoa mtu uhai wake Unampoteza mtu watoto wake wanalia, mke wake analia, mama yake analia, bibi yake analia, ayo machozi yatakufuata. Kataa kataa. Siku moja nikutana na askari mstafu analia, pasta, niombea. Anatetemeka hivi, anasema akienda choni, anaona picha zote za watu waliowahi kuaua. Akiwa ji saidi, anaoga, anaona zinamfuata nika, nikaomba lakini zinamfuata. Damu ya mtu unaweza ukajiona mshindi kwa muda mfupi. simirina wakapanga kuua Wakristo wanaokataa kulitaja jina la Yesu, yani waseme Kaisari ni mkuu, Kaisari ndio Yesu. Waliosema ah, Yesu ni Yesu na wewe ni mwanadamu, akawaua Alipowaua sio kwamba watu wote walisalenda kwake, waliendelea kujitokeza Wakristo wengi wanaosema Yesu ni Bwana, anachinja. Yesu ni Bwana, anachinja. Yesu ni Bwana, anachinja. Yesu ni Bwana, mpaka utawala wake ulipoanguka, kwa sababu watu hawakunyamaza kimya. Siku moja Ahabu alimuua Yezebel. Yezebeli alisumbua sana taifa la Mungu. Alitumwa nabii wa Mungu Eliya, aende ikulu ya Yezebeli kumwambia mvua haitanyesha. Wakati wote Mungu amekuwa akifanya kazi pamoja na viongozi wa dini kukemea mambo yanapoenda vibaya, kuwarudisha kwenye haki wakauawa. Simirna haikuishia hapo, wakateswa kwa ajili ya imani. Watu wa Simirna wakateswa kwa ajili ya imani. Mateso yao, walichunwa ngozi, waling'olewa kucha, waling'olewa meno, wakakatwa viungo, wakateswa kisa tu wamekataa kusema kaizari ni Mungu. Mimi nitoe ushauri wa bure kwenye viongozi wa uh, mlioko hapa Kinyerezi na mnaonisikiza, wabure kabisa wabure kabisa kiongozi, yoyote usipopata mawazo kinzani, unaogopwa na ufanyi vizuri. Kiongozi, ruhusu mawazo mbadala yaje. Sasa hapa wale wanaojiita chawa watakuja kwako, maana unaruhusu discussion, wa kuseme vibaya vizuri. Kisha yaani, kiongozi lazima ukubali kukosolewa na uwe na uwezo m kuvumilia kustahimili, uh, kunyamaza kimya, kuongea kidogo. Sa tunasema tujenge shule sungu, mwingine anakuambia kwa nini tusijenge magorofa hapa, wasa futa ushirika huo? Tunasema okay, tupake kanisa letu rangi. Hata kwenye rangi ya kanisa letu kulikuwa na mawazo mengi. Kwetu sisi wazee kulikuwa na mawazo mengi Aii ha, rangi hata kwa shingo kuna mawazo mengi. Wengi wanasema unajua, hapa hii hii ni upagani tu, mawazo mengi akili atokuafuta ushirika. Kama kiongozi unachukua unachuja unachuja, e, kamati ya ujenzi imeoneje, tunasonga mbele. Hayo si mawazo kinzani, lazima yaje kwa sababu sisi nyie hamna kichwa changu. Yaani hapa pana vichwa zaidi ya 2000 hapa Kinyerezi. Kwa hiyo yani, unataka mimi niwaze kama ninyi, ninyi mwaze kama mimi. Hakuna hiyo popote. Haikuna. Hakuna. Hakuna. Sijui kama kipengele hicho mimi nimefanya vizuri sana lakini mimi naamini kwenye kukosolewa. Mimi naamini kwenye kusemwa, lakini njoo kwa hoja. Ukinizidi kwa hoja yako nitakuwa upande wako, njoo kwa hoja. Sio, mtu anakuja kwa hoja unapiga rungu, anakuja kwa hoja unapiga rungu anu... watu wanakuambia hapana bwana, sisi Yesu ndiyo Mungu. Wanasema mimi ndiyo Mungu. Alafu kwa sababu hawasemi kazaini Mungu unawatesa. Biblia inasema kaisari akaanza kuwatesa Wakristo wa Simirina, kuwaweka kwenye mashimo yenye wanyama wakali, si waache waabudu. Utalazimisheje wa kuabudu we badala ya Mungu wao? Mahakimu mnaonisikiliza, majaji mnaonisikiliza, fata sheria, fata sheria nyeusi nyeusi, nyekundu nyekundu. Fata sheria, umewekwa kufanya haki. Fata sheria, usiandikie mtu hukumu ya uongo kwa sababu ya interesti zako. Fata sheria. Hawa jamaa mahakimu walipewa maagizo, wakawaweka Wakristo wasimiri na magerezani bila hata kwa na mashtaka yalibadilikia mahakamani pale pale. Mimi naamini sijawa mchungaji kwa bahati mbaya. Naamini kabisa. Naamini Mungu alinifanya kuwa mchungaji wa kanisa la wa Waadventista wa Sabato, lakini kupitia mahubiri mahubiri yazungumze, watu wanaoenda tofauti waache njia zao mbaya, watende haki. Kati ya kazi ya Mungu na shughuli zako, mpe Mungu kipaumbele. Kati ya michezo ya kuigiza katika TV na ibada, fanya ibada kwanza. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, mpe Mungu nafasi ya kwanza kama Watanzania wote wangempa Mungu nafasi ya kwanza kuliko vyao vyao wangempa Mungu nafasi ya kwanza kuliko madaraka yao, wangempa Mungu nafasi ya kwanza kuliko chochote kibaya anachokifanya, wangempa Mungu nafasi ya kwanza kuliko utekaji, wangempa Mungu nafasi ya kwanza kuliko kuwaweka watu gerezani. Mambo yangebadilika sana, kwa sababu wangejiwekea utajiri mbinguni. Unayefanya kinyume cha hayo, ni kweli utakuwa tajiri sana duniani, lakini Yesu atakapokuja utakuwa maskini na utaenda katika ziwa la moto. Utaangamizwa kwa sababu uliua watu wasio na hatia, ulifunga watu wasio na hatia, ulizuia haki za watu wasio na hatia, ulidhulumu watu wasio na hatia, kwa sababu tu uliaminiwa kupewa mamlaka. Unawapopata fursa ya kutumikia watu, fanya kwa uaminifu, kwa makini, na washauri oportunisti wanaokuongoza kwenye maangamizo. Mungu abariki kanisa lake. Mungu abariki nchi ya Tanzania. Mungu abariki dunia hii. Kila mwenye mapenzi mema aombee uchaguzi unaokuja, ombea amani, ombea haki, ombea familia yako na omba mwenyewe uwe mtu mwenye neema tele ya kumcha Mungu na kulitaja jina lake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.